Na mtazamaji, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya mazingira, wadau katika sekta hiyo wameitaka serikali kutekeleza kikamilifu marufuku dhidi ya matumizi ya plastiki. Christine Matunda anatusimulia jinsi siku hii ilivyoadhimishwa humu nchini. Tunaanza na Laikipia ambako maafisa kutoka idara ya magereza walishiriki katika shughuli ya upanzi wa miti ambako zaidi ya miche 1500 ilipandwa katika gereza la Nanyuki. Hafla hiyo iliongozwa na Katibu Salome Biako. We hope to reach our target of 2000 trees in the in the aim of uh, mitigating the the effects of climate change and in the effort to green uh, to green Kenya Kwengineko, wanaharakati wa utunzaji wa mazingira katika kaunti ya Kilifi walielezea wasiwasi wasi kwamba licha ya marufuku ya mwaka 2017 wa bidhaa za plastiki, bidhaa hizo bado zinatumika, hali ambayo imechangia mabadiliko ya hali ya hewa. Can we You take, uh, Coca-Cola, it's still plastic. Why don't we just stop manufacturing of plastics? Why don't we go to, uh, biodegradable, uh, items? Katika kaunti ya Kirinyaga, miito ilitolewa ya kuimarisha juhudi za kuchakata bidhaa za plastiki kama mbinu ya kupunguza uchafuzi wa hewa na mazingira. Let us avoid the use of especially single use plastics because they are dangerous, they destroy the soil, they destroy the air, they, they poison our water, and all that destruction and pollution eventually comes to affect and effect our lives. Hatimaye katika kaunti ya Machakos, Naibu Gavana Francis Mwangangi, alikashifu kampuni na mashirika yanayochafua maji ya Mto Athi kupitia utupaji taka kiholela. Alisema kwamba vitendo vya aina hiyo vimewasababishia wakazi madhara makubwa ya kiafya. Tuko na shida kubwa ya kanza katika katika kaunti hili letu sana sana, ukiangalia ni mahali hii mto mto ya ardhi ambayo imepitia eh. so tuangalie juu chini, tuone ya kwamba maneno ya maneno ya polluting our earth river at least ime, imeshughulikiwa. Christine Matunda, Darubini.